e ya milele mambo yasiyochakaa. Utu, utu wako wa zamani Mungu alokupatia, si utupe matopeni, mbwa wanapopitia, au pa moyo wako mpe na hutajutia, acha awe Bwana wako, kwa kuwa alikufia. Damu yake dawa kwako, damu kukusafishia. Yatafute ya milele, mambo yasiyochakaa. Ataziondoa dhambi moyoni, akiingia hata uzima. Utambi wako unaofifia, atajibu lako ombi kwani anasikia. Yatafute ya milele mambo yasiyochakaa. Wokovu wenye yetu tumtafute yeye, tusome neno, tuendelee kuishi maisha matakatifu inawezekana. Katika maisha yako unalegea katika kusoma neno, rudi katika maandiko, soma neno, soma maandiko matakatifu, soma vitabu vya Roho nabii hata mchana wa leo tutaenda kugawa vitabu, lakini wakati mwingine natia aibu kwa sababu sisi tunagawa, lakini hata tusomi hivyo vitabu. Sasa kwa kusema hivi, sisemi kwamba msije kuja kwa ajili ya kugawa. Njooni tuje tuchukue vitabu, tukawapelekea watu, lakini na sisi tuendelee kusoma neno na kusoma hivi vitabu vya roho ya unabii. Lakini inawezekana umepoa katika maombi. Jambo ni hili: rudi muombe Mungu, funga kwa ajili ya maisha yako binafsi, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya changamoto mbalimbali mbali ambazo unakutana nazo katika maisha. Lakini inawezekana maisha yako yamepungua, miachana maisha matakatifu, miachana maisha matakatifu. Wapendwa, jambo ni hili: tubu na uanze upya. Bwana asifiwe sana. Wangapi mchana wa leo wanasema, Bwana tusaidie, tutambue nyakati tunazoishi, ili tuendelee kusoma neno lako, kuomba na kufunga tukikulilia wewe. Ngapi wanaosema hivyo, tusaidie, tutambue nyakati tunazoishi. Basi tunaweza tukasimama. Tunaweza tukasimama maana kwa kutambua nyakati hizi Bwana atusaidie ili tupende kusoma neno la Mungu, tupende kujilisha, kufanya maombi, tuwe na hamu, tuwe na fiki, fiki na maandiko, tuwe na urafiki na maandiko, tusipuzie kama tuna, tuna kuwa na muda wa mambo mengine. Kwa nini tusiwe na muda wa kufanya maombi? Ni vizuri, ni kweli na muda wa mambo mengine unafanya, lakini usisahau kuwa na muda wa maombi, muda wa, wa kufanya sala wewe binafsi na familia yako. Ufanye hivyo na utaendelea kuwa imara na utaendelea kuwa shujaa katika ulimwengu huu wenye ajili ya ufalme wa Mungu ndugu Peter Filemon, yeye ataombea hubiri hili, yeye ataombea program mbalimbali za kanisa hili e, kujenga kanisa la mfano la mvuto, ehe, takuwa kanisa la pekee sana. Yeye ataombea hiyo, na mimi nitamalizia

Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, jina lako litukuzwe milele zote. Tunakushukuru sana kwa namna ya pekee kwa jinsi ambavyo. Shukuru kwa namna ya pekee kwa jinsi ambavyo ulitutafuta kwa, kwa ambavyo, uli thamani kubwa ya damu ya Yesu. Umetupa agizo kuu ya kwamba enendeni ulimwenguni mote funzi wako baada ya kuwa tumejiandaa kwa muda tumejianda mrefu kwa, kwa ajili ya kuandaa vitabu, mchana wa leo tutakuwa na programu ya kuwafikia wenzetu, ili watakapofikiwa na hivyo vitabu nao wapate nafasi ya kuokolewa. Baba yetu na Mungu wetu, tunachokuomba ukapate kuandaa mazingira mazuri, ili kwamba tutakapotoka mahali hapa tukapokelewe vizuri na vile vitabu tutakavyovigawa viweze kusomwa na Roho kwa Mtakatifu akapate kuwagusa wote watakao visoma hivyo vitabu na hatimaye waweze kuokolewa, ili siku utakaporudi kuwe na jeshi kubwa ambalo litakulaki pale mawinguni. Baba yetu na Mungu wetu, ninajua Shetani hapendi kabisa programu hii ya uinjilisti, lakini mchana wa leo tunakusihi kila mmoja wetu aweze kuguswa na Roho wako Mtakatifu, ajue ya kwamba upo ole kama alivyosema Paulo, ole wangu nisipoihubiri injili. Injili ya kugawa vitabu ni injili rahisi, tena ni injili ya kimya kimya. Hakuna ambaye hawezi kugawa kitabu. Hivyo ninakuomba Baba kila mmoja aliyesikia hubiri la leo aweze kurudi mchana, ili tukafanye lile agizo kuu ambalo umetuachia. Naamini ya kwamba hata hali ya hewa itakuwa nzuri, tutaenda kugawa vitabu na watu wako watavipokea, na roho wako Baba akafanye kazi ili watu wengi waweze kuokolewa katika siku hizi za mwisho. Ninapowaachia wenzangu wakiendelea na maombi, basi maombi hayo kapate kuyaunganisha ili yawe manukato mazuri mbele zako. Tunaomba haya katika jina la Yesu, amina. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Tunalitukuza jina lako, jina lenye nguvu, jina lipitalo majina yote, na ndilo jina linalostahili sifa. Mchana wa leo tunasema asante kwa kumleta mchungaji, asante kwa neno zuri ambalo tumelipokea mchana huu. Tumejifunza neno ambalo ni la muhimu sana katika maisha yetu tunaomba ukatusamehe pale ambapo tunaonekana kulega lega katika usomaji wa neno, na ukatufanye tukawe na hamu ya kusoma neno, tufanye tukawe watu wa maombi. Kila mmoja aliyesikiliza somo la leo, fanya kitu ndani ya moyo wake, maana tuko katika saa ya mwisho. Tumemwona Danieli aliamua kuvisoma vitabu na, na aliposoma vitabu alitambua nyakati. Na sisi katika saa hii ya mwisho, ukatusaidie tuondokane na uzembe wa kutosoma neno, tukawe watu wa maombi, mahali popote tunapokwenda, tukalitangaza jina lako, na tunapofanya hivyo, ukatuandae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Sante kwa mchungaji, endelea ya kumbariki bariki familia yake, kadri alivyonena hapa, akanene na sehemu nyingine na ujumbe huu ambao tumeupokea leo, kila mmoja anapoondoka hapa aanze upya. Kama alikuwa sio mtu wa maombi, aanze kuwa mtu wa maombi. Kama alikuwa sio msomaji wa neno, akawe msomaji wa neno. Tunaamini ya kwamba utatutengeneza, tutafaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Sante kwa sababu umepokea maombi haya na utajibu sawasawa mapenzi yako. Naomba na kuamini kunaswalia mkombozi wetu, amen. Baba yetu mwema, uishie mahali pa juu mbinguni, tunasema asante sana kwa sabato njema ya leo, hali ya hewa ni nzuri, tumesikia neno lako kutoka kwa mtumishi wako ambalo tunaamini ndilo lenyewe ulilotaka tulisikie katika sabato hii ya leo. Baba tunasema asante, tusaidie haya tuliyoyasikia, tukayaweke katika vitendo, tusiachie tu hapa kanisani. Baba umetupatia agizo zito la kuhubiri injili ulimwenguni, na leo ni siku ya mhubiri wa kimya ambaye ni vitabu. Tunachokusihi baba ni kwamba ukaongoze zoezi lote la kusambaza vitabu katika majumba ya watu, na pia Baba tunaomba wale ambao watavisoma vitabu vile vikawaongoe, na kwa uwezo wa roho wako Mtakatifu vikawabadilishe wakakate shauri kukufanyae kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini sambamba na hilo, Mungu wetu, tunahitaji kukujengea nyumba, nyumba, sehemu ya kuabudia, sehemu ambayo ni nzuri, sehemu ambayo wana na binti zako watakutana kila Sabato na katika taratibu nyingine, ili kuweza kukuabudu. Mungu wetu mwema, bariki kazi za mikono za watoto wako. Kila mmoja anapojishughulisha katika kazi ya namna fulani, bariki mapato yao, na watakapopata mapato yale ya Baba, wakawa wepesi wa kutimiza malengo yao na magoli yao waliopangiwa, kwa ajili ya kujenga hekalu lako. Mfalme wa amani, yapo mengi ambayo tunahitaji kutoka kwako, lakini wewe unayajua kabla hata sisi hatujasema. Haya tuliyoyataja na yale ambayo hatukuyatamka, lakini unajua ni hitaji letu. Mungu wetu tunakusihi, ukatutimizie sawa sawa na mapenzi yako Baba yako. Baba neema yako yatosha. Tumeomba haya tukiamini umetusikia na utatenda, ni kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, amina. Baba yetu wa mbinguni, asante sana kwa sababu watumishi wako wameomba na sisi baba, tunaamini kwamba tumepokea. Nami katika mchana wa leo ninaomba kwa ajili ya mchungaji wa kanisa hili, mchungaji Methusela Masunga. Ukambariki baba, umemwita kwa wakati wake kuongoza kanisa hili na mtaa huu wa Salasala, mpatie maarifa mpatie hekima mpatie ujuzi wa kufanya kazi yako katika eneo hili, afanye mambo makubwa sana, makubwa kuliko ambayo yalifanyika kwa kipindi cha mchungaji yoyote aliyekuwa katika mtaa huu Yesu na Mungu wangu. Lakini mambo haya atakayoyafanya, hatafanya peke yake, atafanya akisaidiana na wazee wa kanisa na washiriki baraza la kanisa, mtu mmoja mmoja, vikundi mbalimbali. Yesu na Mungu wangu, basi kazi ikafanikiwe na ikabarikiwe sana. Ninaomba Baba kwa watu mbalimbali, watumishi wako ambao wengine wapo huko mbali, wanatutazama wanafuatilia programu hizi, na washiriki wengine ambao wako ndani ya kanisa kwa sasa. Wengine wamekuja na mizigo yao, wengine wanaumwa magonjwa ya kufisha, hata inawezekana wamekata tamaa. Wengine wanajiuliza changamoto za kimaisha watafanyaje? Yesu na Mungu wangu, nafahamu kila shida ya mtoto wako aliyefika hapa. Yesu, naiweka mikononi mwako kila mtu ambaye ana changamoto mbalimbali mbali katika maisha yake Yesu na Mungu wangu na amekuja hapa kukuabudu wewe, au anafuatilia huko kupitia youtube channel yetu. Baba, ukamfungue, umsaidie, akajione uhuru, kwa sababu ni ahadi yako ambayo unasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Watoto wako ukawapumzishe, wakaweze kuwa huru wakafurahi, wakikutegemea wewe. Bwana akubariki na kukulinda Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kufadhili, Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani, tangu sasa na hata milele. Amina. saheri ya maombi twape

Na mtazamaji unayetufuatilia kupitia YouTube ya Salasala SDA Church lakini pia mshiriki ulioko hapa kanisani ni imani yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri wa kubarikiwa katika ibada ya leo. Tukumbuke kwamba leo ni siku maalumu uh, inayohusisha huduma za uchapishaji na hivyo uh, mchana tutakuwa na programu maalum ya kugawa vitabu na hivyo ni kuombe uwe sehemu ya baraka kwa ajili ya Bwana. Tunamaliza hapa na nikushukuru sana kwa niaba ya timu nzima ya mawasiliano ya kanisa la Adventista wa Sabato Salasala Sala. Umekuwa nami spora mseli molontalima, lakini director wetu wa leo ni Dr. Ruben pamoja na Sam Mwipa. Tunaye Alex Epi Maxi pamoja na Zita Kusaya katika kamera, upande wa sauti tunaye Bernado pamoja na Joni Arego, lakini Francis ya Chinesco kwa pamoja wote tunawashukuru sana kwa kazi njema, na tunawatakia mchana mwema na pumziko jema la Sabato. Bwana awabariki.